Karibu tena katika channel ya kupendwa ya RajabSynic, kama mara yako ya kwanza kutazama video yote kupitia RajabSynic. Ku-subscribe, ku-like, ku-comment, na kushare ili ukae wa kwanza kupata kila video mpya ambayo itakuwa tuna upload katika YouTube channel yetu. Na mada yetu ya leo, tunaenda kujifunza jinsi gani utakavyoweza kubadilisha password au neno la siri la akaunti yako ya Facebook, nikiwa namaanisha account ya kawaida na pia na page Setting ni zile zile. So, angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili ukapate kujua jinsi gani utaweza kuseti kwenye, kwenye simu yako yani, kwenye akaunti yako hiyo husika hiyo password. Baada ya kushika simu yako, moja kwa moja utatafuta file la uh, Facebook. Baada ya kufungua itaonekana kama hivyo. Ukishafungua, utaenda chini ile andikwa setting and privacy. Umeona? Kisha bonyeza setting and privacy, utabonyeza sehemu ile andikwa Setting. Kisha utakuja hivi utachananaohningieao aiadian kisha utaenda kwenye account yako ya Facebook, hapo utaweka current password, kisha utaweka password. Uta password yani kwenye current utaweka password ya zamani, kisha kwenye new utaweka password yako mpya, alafu kwenye renew ile ambayo ndio jinsi utakavyoweza kubadilisha password ya account yako ya Facebook. Ili uendelee kuwa memba wa familia hii ya Rajab Sainiki, ni kuombe usisahau kusubscribe, kwa sababu ukisha subscribe utakuwa umenipa support mimi ili nipate moyo wa kuendelea kutengenezea vitu vizuri vingi vingi vingi vingi, vingi, vingi. Kwa update mbalimbali kuhusu stage. Usahau pia ku like, ku comment. Kama kuna swali lolote au kitu chochote kinachokusumbua kuhusu tech, basi comment hapo. Takuometisha sana. Jina langu ni RajabSynic, nikutakie siku njema, bye-bye.